Pweza ni miongoni mwa viumbe wa baharini wanaovutia zaidi duniani. Wakiwa na mikono minane, miili laini isiyo na mifupa, na uwezo wa kubadilika rangi na umbo, pweza wamekuwa kitendawili kwa wanasayansi kwa miongo mingi. Haya hapa ni mambo ya kushangaza kumuhusu kiumbe huyo. Lakini ikiwa ni kwa mara ya kwanza natazama video hii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 ana zaidi ya milioni 500 za seli za neva, ambapo karibu asilimia 60 ziko kwenye mikono yake badala ya kichwa. Hii inamaanisha kila mkono unaweza kufanya maamuzi bila kuhusisha ubongo. 2. Anaweza kubadilisha rangi na umbo. Pweza ana seli maalum zinazoitwa chromatophores zinazomwezesha kubadilisha rangi na ngozi yake kwa haraka. Hii humsaidia kujificha dhidi ya maadui au kuwasiliana na pweza wengine. Tatu. Pweza dume hufa baada ya kujamiana. Katika spishi nyingi pweza dume hufa muda mfupi baada ya kujamiana, hutoa mkono maalum wenye manii kwa jike kisha hufa baada ya muda mfupi. Pweza jike naye hufa baada ya mayai kuanguliwa. Nne, ana mioyo mitatu. Pweza ana mioyo mitatu. Hii ndiyo jinsi mioyo hiyo inavyofanya kazi. Moyo mmoja mkubwa hupiga damu kwenda kwenye mwili mzima. Mioyo miwili midogo hupiga damu kwenda kwenye mapezi yaani gills, ili kuchukua oxygen. Cha kushangaza zaidi ni kwamba wakati pweza anapoogelea, moyo wake mkubwa husimama kupiga. Ndiyo maana pweza hupendelea kutambaa badala ya kuogelea kwa kasi. Kuogelea kunachosha sana kwao. Tano, hutoa sumu na wino wa kujilinda Pweza anaweza kutoa wino mweusi ili kuwachanganya maadui wake na kutoroka. Spishi nyingine kama Blue Ringed Octopus hutoa sumu kali sana inayoweza kumuua binadamu. Sita, anaweza kutembea nje ya maji. Pweza anaweza kutoka nje ya maji kwa muda mfupi na kutambaa ardhini kutafuta chakula au kutoroka hatari. Hii ni kwa sababu anaweza kuvuta hewa kwa muda wa kupitia ngozi yake na mrija wa kupumulia. Saba, ni bingwa wa kutoroka. Pweza anaweza kufungua mitungi, kufungua milango na hata kutoroka kwenye mizinga ya maabara. Uwezo wake wa kujibana kupitia nafasi ndogo sana unamfanya kuwa mtaalamu wa kutoroka. Nane, ana DNA ya kipekee utafiti umeonyesha kuwa pweza ana jeni nyingi zisizo za kawaida na baadhi watafiti wanaamini kuwa ni miongoni mwa viumbe wachache wenye uwezo wa, wa kuhariri RNA yao, jambo la nadra sana katika wanyama. Tisa, ana damu ya bluu. Damu ya pweza ni ya kipekee kabisa kwa sababu ina rangi ya bluu badala ya nyekundu kama ya binadamu. Hii ni kwa sababu ya molekuli tofauti ya kubeba oksijeni. Kwa nini damu ya pweza ni ya bluu? Binadamu na wanyama wengi hutumia hemoglobin ambayo ina chuma yaani iron na huipa damu rangi nyekundu. Pweza hutumia hemocyanin ambayo ina shaba yaani kopa. Shaba inapochanganyika na oksijeni hutoa rangi ya blue. Faida ya hemocyanin kwa pweza. Hemocyanin ni hufanya kazi vizuri zaidi katika maji baridi yenye oksijeni kidogo ambayo ni mazingira ya kawaida ya pweza. Hii inamwezesha pweza kuishi katika kina kirefu cha bahari ambako viwango vya oksijeni ni vya chini. Kwa hivyo damu ya pweza si tu ya kipekee kwa rangi yake, bali pia ni ushahidi wa jinsi viumbe hao wanavyojibadilisha ili kuishi katika mazingira magumu ya baharini. Pweza si kiumbe wa ajabu, bali pia ni mfano wa jinsi maumbile yanavyoweza kuwa ya kuvutia na yasiyotabirika. Uwezo wake wa kufikiri, kubadilika na kuishi katika mazingira magumu unamfanya kuwa mmoja wa viumbe wa baharini wanaostahili kuchunguzwa zaidi.